Cha kwanza <laughs> <laughs> cha kwanza ni nini? Cha kwanza kijui, mm. Jamani, cha kwanza dogo kijui <laughs> okay. Sasa kama cha kwanza kijui kwa msimu wa Ramadhan ambaye itakao kuwa ni tarehe thelathini na moja, tarehe thelathini na moja au tarehe moja, tuna hofa Yabana, hizi ofa tumeweza kuzitoa za kwenye boti, maana tuna boti mbalimbali ambazo zimeweza kuja usajili ambao ni mpya kabisa. Kwa hiyo tunataka watalii waweze kupata vitu ambazo ni vipya vipya waweze kuviona waweze kufurahia na waweze kuenjoy waweze na kujijengea vitu vingi kwenye maisha yao kujua kwamba kuna hivi hivi vitu kuna hivi vitu, kuna hivi vitu kuna hivi vitu na kuna vitu ambazo vitakiwi. Yes. Sasa, sasa ndio sina mengi sana ya kuongea, lakini labda nitawapa tu utaratibu wa kila aina na namna na yake jinsi itakavyoweza kukaa. Ok, kwa utaratibu wetu sisi, tuna boti ambazo ni zaidi ya tano, na zote ni mpya mpya na zote zinatembea visiwani kote, na kila huduma ina sekta yake, na kila boti ina eneo lake, na kila tunapotembea ina vivutio vyake. Kdogoi, umependa kipi hapo kivutio? <laughs> Usisema umependa kivutio ndeko, useme kitu ambacho watu wanakusikiliza. Maana hapa watakao kuangalia ni watu wengi, watakao kuangalia ni maelfu ya watu na watataka kujua mm, kipi ambacho tunachoweza kukizungumzia mradi hata kama wanapokuwa wamepanga muda wa kuweza kuja kutazama hivyo vitu, vitu vyako mm, basi wanakuwa wamekuja kutazama vitu ambazo direct moja kwa moja, naweza kuambia sasa, ukimwambia vivutio, vivutio gani Mipalo, Bismarck. Bismarck ni kivutio hizo, ah, ni history okay, kivutio tunaongelea kama mbuga poli za wanyama. Kimfano, tuna mbuga pole ambayo inapatikana Serengeti, Serengeti National Park inapatikana ninili, kanda ya Ziwa, Tanzania, mkoa wa Mara, lakini tuna sanane sanane inapatikana Mwanza. Mwanza si mnapajua au bado? Mwanza haupajui, kontawa over na vajua kuna vivutio gani? Sana, simba, swara, nyumbu na vingine kadhalika, vinginezo na vingine. Akweli wapo, ee bana. Kama dogo je, siwezi kuambia kuna mamba kuna simba kuna zebra Magi. kuna nyumbu, kuna ndege aina higo, na kuna maeneo tofauti tofauti ya kuweza kutembea, unapokuwa umefika ndani ya kisiwa cha Sanani Island. ndani ya kisiwa cha Sanani. E bana sina mengi Mr. Frank kwa siku ya leo, tutaweza kuishia hapa kwenye hii mada, lakini nitatafuta kwa ajili ya mada nyingine zaidi tuwezelee kuendelea kufahamu vivutio vinavyoweza kupatikana ndani ya jiji la Mwanza either hotel wetu, uh, town working tour, tuweze kujua ni kipi ambacho kinachoweza kuendelea, alafu na mtanipa maoni yenu kupitia comment na tuweze kuona watazamaji wametazama kutoka sehemu mbalimbali na maeneo yapi wapi tunaweza kuweza kuzitaja tukaweza kuzijua na tukaweza kufahamiana. Mnasemaje? ngoja tukapate kwanza. Lunch, chakula cha mchana alafu ndio mambo mengine ataendelea. Kwa siku ya leo sina ishii mengi hapa ya kuweza kuongea, kuongea. Nitaweza kuishia hapa, hapa lakini kabla ya kuweza kuishia hapa nitaonyesha jiwe la Bismarck Rock. Umeona jiwe la Bismarck? Hamna bado. Yes, jiwe la Bismarck ile hapo mbele yetu watu ameshaiona. Bado hajaiona bado. Ile pale inaonekana. Hamna bado. Bado hajaiona? Mm. Jua la Bismarck Rock. Jiwe ambalo kila mtu anapenda kuweza kufika anapokuwa amefika ndani ya jiji la Mwanza, aweze kulitembelea na kuweza kujua kipi ambacho kinasadikika kuhusiana na jua la Bismarck Rock. Sasa, yote utapata kwa kupitia Frank Baharia unapokuwa umetembelea channel yake ya YouTube kuweza kujua mambo mengi zaidi. So guys, thank you today. See you later.